Bado tunasalia katika habari za masuala ya uhamiaji, na sasa tuelekee huko mkoani Mara ambako idara ya uhamiaji mkoa huo imewakamata wahamiaji haramu zaidi ya mia nne na kuwafikisha kwenye vyombo vya sheria katika kipindi cha mwaka elfu mbili na kumi na tano huku takwimu zikionyesha kuwa wanatoka katika nchi tano tofauti barani Afrika. Augustin Mgendi ameandaa taarifa ifuatayo. Mkoa wa Mara ni moja ya mkoa hapa nchini ambao unapakana kwa karibu na nchi ya Kenya kupitia mpaka wake wa Sirari na hivyo kuwepo na mwingiliano wa mara kwa mara katika mpaka huo. Naibu kamishna wa wahamiaji mkoa wa Mara, bwana Proches Kuoko, amesema katika kipindi cha mwaka elfu mbili na kumi na tano wahamiaji haramu 435 walikamatwa kutoka nchi za Kenya, Ethiopia, Burundi, Somalia na nchi ya Uganda. raia raia wa wa Kenya walikuwa mia tatu kumi na nane, raia wa Ethiopia walikuwa 68 Burundi walikuwa 41 raia wa Somalia walikuwa watatu na Uganda walikuwa wawili. Naibu kamishina huyo amesema wahamiaji hao wapo katika makundi matatu kutokana na kuwepo kwa makabila yanayofanana katika nchi za Kenya na Tanzania. Kundi la kwanza ambalo tunazungumzia ni walowezi ambao wameingia mwaka elfu mbili na 1972 na kushuka chini ambao wameingia muda mrefu na wana, wana, wana, wana, wanafanya makazi hapa kwa miaka yote hii. Kundi la pili ambalo unaweza kuzungumzia ni wale ambao walioingia baada ya mwaka elfu moja mia tisa sabini na mbili na kwa sababu mkoa huu una maengeleano ya makabila kwa maana ya kuna kabila la Wajaluo na kabila la, la Wakurya. Kuna Wakurya wa Tanzania na Wakurya wa Kenya. Naibu kamishina Kuoko amesema kwa sasa idara ya uhamiaji mkoa wa Mara imeanza kutoa elimu kwa wakazi wanaokaa mpakani mwa Kenya na Tanzania katika kuhakikisha wageni wanaoingia hapa nchini wanafuata sheria. kuna Mkuria wa Tanzania, kuna Mkuria wa Kenya, kuna Mjaluo wa Tanzania, Mjaluo wa Kenya, lakini taratibu ambazo zilizopo ni kwamba Mjaluo wa Kenya hawezi kuishi nchini bila kuwa na kibali halali cha kufanya yeye aishi, hata kama hata kama ni mgeni wako wa, ratibu taratibu yeye aweze kuishi kisheria. Kisheria toka Musoma, mkoani Mara, mimi ni Gastini Mgendi, Azam News.